Mi kwanza, usajili uliofanyika, nashukuru viongozi, ni usajili mzuri na unaokidhi haja kwenye klabu ya kama ya Simba. Hatukuchukua wachezaji ambao wanakuja kujaribiwa, tumechukua wachezaji wa kuja kucheza mpira, ikiwa na maana kwamba kocha akiamka, hata akifumba macho, akigusa mkono mtu tu, anaingia anacheza mpira. Hatutaki mtu hebu jaribu, nawe naweza kutusaidia, hapana. Siku za nyuma tumecheza mpira ukitaka kufanya sabu unajiuliza nani aingie. Sasa hivi hatuna hilo, tunaimani na klabu ya Simba. Kama patakuwa na utulivu kwa asilimia tisini na tisa, naamini klabu bingwa tutakwenda fainali. Simba ni timu ambayo imeundwa kimpira, na ndio maana kila kinachofanyika Tanzania hapa timu nyingi nyuma zinafuata alichofanya Simba mambo mengi yamefanyika na Simba na wengi wamefuata. Kwa hiyo basi, kama wanajifunza kutoka kwetu wasitukane sisi kwamba sisi tumezaliwa ubavuni wao. Hapana, mwalimu anafundisha mwanafunzi, anakuja kuwa rais. Nani amemprove zaidi yao? ni yule ambaye yuko juu. Wewe umemfundisha ndio, lakini mwenzio ameenda mbali zaidi. Mheshimu kilicho nacho. Yanga wanakosa heshima kwetu. Naam, salamu alaykum fadhi. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu habari za jioni? Alhamdulillah sheikh, jioni, alhamdulillah sheikh, kwa vizuri niko vizuri sana Bana, mimi nakufahamu binafsi yangu, ila natamani kuona kwamba ambaye anakutazama sasa hivi eh, akikufahamu pia, jitambulishe kwa majina na nafasi yako. mimi naitwa Almarufu Gaddafi, na ni mwanachama wa Simba Sports Club. kadi yangu ni mia nane sitini na nne. Kadi za mwanzo mwanzo, mwanzo mwanzo kabisa Wivo, kwa hivyo nimekuwa klabu ya Simba kwa muda mrefu na nimekuwa mwanachama mtiifu, nimeshika nafasi za nyadhifa za wenyekiti, makamu wenyekiti, matawi ya Simba mkoa wa Dar es Salaam. Ah, na nimeshiriki shughuli nyingi za klabu ya Simba ikiwa pamoja nakuenda, mbali mbali, na kwenda nchi mbalimbali na klabu ya Simba kwa ajili ya michezo yetu ya kimataifa kwa sasa hivi ni, niko kwenye tawi la Nevada. Tunawalea vijana, niko na vijana, tunakwenda vizuri sana, tunaishi maisha ya raha kwa sababu tuna furaha na klabu yetu, tuna tunang'ongwa na jirani zetu, tunasema jirani zetu ambao si wana sports, wamejiweka pembeni na sports, wamekuwa ni maadui, lakini kwa sababu sisi ni watu wa mpira tunaenda nao kama wanavyotaka. Ndio, sasa hapa hapa kwanza tuanze, mnaenda nao wanavyotaka. e, lengo kubwa e, ama mnakutana katika uwanda wa michezo, licha ya kusema kwamba wao wamekuwa maadui tena si watu wa michezo. Msimu huu Simba Sports Club wa ishirini na tano ishirini na sita e, wamefanya usajili mkubwa e, wakiwa na ule nguvu na umoja mkubwa ambao kwa kipindi kirefu sana wamekuwa ukikosekana, kwa namna ambavyo umeitazama usajili unavyotazama hali ya viongozi ilivyo, ukiwa kama kiongozi ambayo umewahi kupita e, maoni yako ama tathmini yako kuelekea msimu huu e, matarajio yako hasa ni yapi? Ah, mimi kwanza, usajili uliofanyika na nashukuru viongozi, ni usajili mzuri na unaokidhi haja kwenye klabu ya kama ya Simba. Hatukuchukua wachezaji ambao wana wanakuja kujaribiwa, tumechukua wachezaji wakuja kucheza kuja kuja mpira, ikiwa na maana kwamba kocha akiamka hata akifumba macho akigusa mkono wa mtu tu anaingia anacheza mpira. Hatutaki mtu hebu jaribu nawe anaweza kutusaidia, hapana. Siku za nyuma tumecheza mpira, ukitaka kufanya sabu unajiuliza nani aingie. Sasa hivi hatuna hilo, tuna imani na klabu ya Simba. Kama patakuwa na utulivu kwa asilimia tisini na tisa, naamini klabu bingwa tutakwenda finali, naamini hilo. Natoa asilimia moja kutu kufika kutokana na klabu yangu. Kwa nini? Usajili mzuri, uongozi umetulia, kwa sasa hivi hauna porojo. Namshukuru mwekezaji, yani amefanya jambo moja ambalo tulihitaji kwa muda mrefu, kalitimiza, kasajili viongozi wachezaji wazuri, kataua bodi yake nzuri, na hawa tu wa uchaguzi wa viongozi waliochaguliwa na, na wanachama Wakae watulie, waache maneno maneno. Tuna timu nzuri, viongozi, tunaomba tulieni, tucheze mpira. Tumetukanwa sana, sasa tunaomba mwaka huu na sisi tutukane. Sisi tume, tumechukua ubingwa mara nne fululizo, lakini kejeli kama hizi tulikuwa tuna ndugu zetu, si kwa sababu ni ulimbukeni, si ni vitu gani? Sasa wamekuwa na matusi ya, ya rejareja, wamefika mahali wanatukana hata viongozi wetu Kocha, kocha amekuja juzi, sisi ndo tunamjua, tumpe tio gani? Kocha wetu tunamuita mene tayari, maneno mengi. Ama huyu mtoto msemaji wao huyu ajifunze basi kutoka kwa mwanzake, amekaa kwenye klabu kwa muda mrefu ya Yanga, yaa, angalia na msemaji wetu wa Simba Sports, mazungumzo yake haitukani klabu yao, hawazungumzi viongozi wao, anazungumzia mambo ya Simba, ndiyo tulichokabidhiwa na Yanga. Simba ni timu ambayo imeundwa kimpira na ndio maana kila kinachofanyika Tanzania hapa timu nyingi nyuma zinafuata alichofanya Simba. Mambo mengi yamefanyika na Simba na wengi wamefuata. Kwa hiyo basi kama wanajifunza kutoka kwetu, wasitukane sisi kwamba sisi tumezaliwa ubavuni wao. Hapana, mwalimu anafundisha, mwanafunzi anakuja kuwa rais nani ameimprove zaidi yao? Ni yule ambaye yuko juu. Wewe umemfundisha ndio, lakini mwenzio ameenda mbali zaidi. Mheshimu kilicho nacho. Yanga wanakosa heshima kwetu. Tumeenda robo finali zaidi ya mara sita klabu bingwa pamoja na shirikisho, tumeingia finali. Lakini nisiseme sana, nazungumza tu uh, uh, uh, kwa sababu ni mazungumzo ya kujenga kwenye mpira, asimwagika mzee wangu. Uh, ninacho ninachosema ni kwamba sisi tumefika finali, Yanga amefika finali, lakini mambo waliyofanyiwa Yanga ni tofauti na sisi. Hatukuitwa Ikulu hata, kwa sababu Yanga amefika finali kwenye kombe hili la shirikisho na sisi tumefika finali, tulitegemea kwamba na sisi tutaitwa. Tunaomba viongozi wa serikali basi wasi wasigeuke kwenye hili, wanachomfanyia yule, kama ni mwenendo, basi kama anavyofanya mama. Sasa goli la mama halikuchagua hiyo ndio sawasawa, mfunga huyu kapata, huyu kapata. Lakini niseme tu kwa ujumla kwamba Simba mwaka huu tuna mategemeo makubwa, hasa kutokana na usajili uliofanywa na uongozi. Kwa asilimia kubwa umetulia, hamna kelele timu yetu, tuna imani pamoja na kwamba mechi mbili ambazo tumecheza klabu bingwa hatukucheza vizuri. kwanza timu ilikuwa haijaungana, wachezaji wageni wengi. Pili, uchovu, tumetembea kwa muda mrefu. Tumeenda Gaborone, tumekaa siku moja tukacheza mpira, tumekaa siku mbili tumecheza mpira. Bado tukazuiliwa wachezaji wanachama kuingia, mashabiki ambao ni wachezaji wa kumi na mbili tukazuiliwa. Lakini pamoja na hayo bado wanachezaji vion, vion, walionesha uwezo wanaweza kufanya jambo na walifanya jambo kweli lakini kwanzia sasa hivi tunakokwenda watajua Simba ni nani. Watajua Simba ni nani, na hili hatuzungumzi kwa maneno, tutaangalia uwanjani. Tarehe 19 tunakwenda tunamkalisha mtu za kutosha, tunakuja hapa tunamalizia, tunasubiria makundi mbilangu, yaani, sijui naomba tu, Yanga nao waingie tuingie pamoja makundi, kwa sababu tuko, tuko, tuko sehemu tofauti tuwe kundi moja kwenye kwenye makundi kwenye tukutane kwenye makundi, tuwaonyeshe mpira wa klabu bingwa unachezwa vipi. Hatutaki mpira wa maneno maneno, piga kelele. Umetufunga mara mara sita, si mara sita, si Shekhe? Mechi karibu tatu za dhuluma, mpira umetoka nje, mtu afanya rafu, si wachezaji mchezaji anazuia mpira, analala mtu anataka kufunga goli. Kama tufunga magoli matano sisi hatutaki hilo, tunataka wacheze mpira, tupambane kimpira kweli kweli. marefa nao wasimame kwenye haki. Mechi ambazo nimezitaja kwa mtu yote ukiangalia hajakuwa magoli, mathalani goli la goli moja la kijiri, mpira uko nje. Refa yuko mita tatu baadaye unakuja kusikia kwenye mitandao kwamba ah, mimi sikuona, nimekuja kuangalia vizuri kweli kwa. Lakini sasa nini maana ya kuwepo uwanjani? Mimi naomba tu marefa wachezeshe mpira kwa haki, anayecheza vizuri ashinde, si kwa bla bla. Marefa wetu kwa kweli wamekuwa ni mzigo. Ila nashukuru kauli ya rais wa, wa TFF. Ametoa kauli inayokidhi, hawatakuwa na huruma na mtu, na akifanya hivyo mpira wetu utakuwa zaidi ya hapa tulipofikia. Basi nimalizia kusema kwamba basi mimi, kabla ya kumaliza, natamani kusikia busara zako yeah, kwa sababu umepata kuhudumu katika uongozi yeah. Eh, kipi ambacho nahisi kwamba viongozi wanapaswa kukifanya zaidi ya hiki ambacho wamekuwa wakifanya? Wanafanya kwa ubora sana majukumu yao, lakini kipi wanapaswa kukiongeza ili kuhakikisha kwamba matarajio na malengo ambayo Simba Sports Club msimu huu wa 24 25 tano wamejiwekea, yakifanikiwa? Na upande wa wanachama mashabiki, eh, na wapenzi wa Simba kwa ujumla eh, kipi pia nao wanapaswa kufanya kwa nafasi yao? Uh, kimsingi mimi kwa viongozi nataka washikamane, washikamane ili tuweze kufanikiwa. Tuna timu nzuri, wasije wakaenda tofauti huko huko, hapana Tuwe pamoja, viongozi wakiwa pamoja wanatufanya sisi wanachama tuwe pamoja. Na swala la wanachama, mimi naomba tu tuunge timu mkono. Popote tunapocheza, tuendeni uwanjani tukashangilie. Tuna timu nzuri, wachezaji wazuri, benchi la ufundi ndio, tumeletewa kocha mzuri yule, tumemuona alipokuwa na timu ya Gabroni. Cheza mpira mzuri sana. Kwa hivyo naamini kabisa kama viongozi watashikamana wanachama chama tutakuwa pamoja, tunaenda uwanjani kuongeza nguvu kwa wachezaji, kutafika mbali mwaka huu.